Naam, mtazamaji wa Trend TV. E bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na issue ambayo imehappen huko Ghana. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba kulikuwa kuna hii birthday ya huyu bilionea kutoka Ghana ambaye anafahamika kwa jina la Richard Quaye ambapo huyu bwana amealika wasanii wengi sana kutoka nchi mbalimbali e, ikiwemo Tanzania alimwalika Diamond Platnumz; Nigeria alimwalika Davido, lakini pale pale Ghana aliwaalika wasanii ambao wanafanya vizuri pale Ghana kama vile wakina Stonebwoy, Shatta Wale pamoja na Sarkodie na wengine wengi sana. Hii ilikuwa ni d ya yeye kutimiza miaka 40 ambapo amejizawadia mwenyewe Bugatti Chiron pamoja na Gulfstream. Hii ni private jet ambayo mpya kabisa amenunua na ndio hiyo hiyo iliyokuja huku Tanzania kumfuata Diamond Platinum. Sasa kwa mujibu wa sherehe hii ni kwamba tuliku, tulikuja na listi jana ya the way ambavyo hawa wasanii walivyolipwa ambapo tukagundua kwamba davido alilipwa dola laki tano diamond akalipwa dola laki sita sakodi akalipwa dola laki mbili stoneboy alilipwa dola laki mbili na wengine tofauti tofauti wote walilipwa kiasi hicho cha fedha lakini pia vilevile at the same time ni kwamba katika sherehe hizo zilivuja mpaka chatting za payments za WhatsApp ambazo zilikuwa zinaonyesha jinsi hawa wasanii walivyokuwa wamelipwa. Sasa leo hii bwana, kumekuwa na malalamiko kumekuwa na malalamiko e, malala huko Ghana kutoka katika e, moja kati ya wasanii ambao walishiriki katika, amba wali katika show hiyo ambapo huyu ni Ghanaian artist, yani ni msanii wa Ghana ambaye anafahamika kwa jina la Shatawale. Yaani ni msanii mkubwa sana kule Ghana, japokuwa huku Tanzania watu wengi sana hawamfahamu kutokana na kwamba unajua wasanii wa, wa Ghana wengi huaga wanaimba e, viluga na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo basi e, kuna watu wengi sana huku Bongo hawamfahamu. Lakini hapa kuna page imeripoti kuhusiana na habari ambazo zimetokea. Kwa kifupi tu kabla sijakupa full detail, ni kwamba kutokana na yani, huyu Shetawale ni kama vile ameamua ame kuandamana au kuanzisha mgomo fulani hivi, amesusa kile kiasi alichopewa cha dola laki mbili, e, kwa sababu ya kwamba ameona kama vile ni dharau na ni fezea kwamba yeye akiwa kama msanii wa pale pale Ghana ambaye anafanya vizuri, amelipwa pesa ndogo ukilinganisha na msanii aliyekuja kutoka Tanzania ambaye ni Diamond amelipwa pesa nyingi kuliko wasanii wengine wote. Yaani Diamond kulipwa laki sita imemkera huyu Shetawale, na amesusa kiasi alicholipwa laki mbili ameamua kukirudisha. So full detail iko hivi, unaambiwa kwamba Ghanaian artist Shetawale refunded 200,000 dollars which was paid to him to perform at the birthday party of a well wealthy Ghanaian entrepreneur Richard Kwae. Ikiwa na maanisha kwamba msanii kutoka Ghana ameamua kurudisha kiasi cha dola laki mbili kwa eh, kwa tajiri ambaye alienda kuperform katika pati yake huko Ghana mnamo siku ya juzi ambaye anafahamika kwa jina la Richard Kwae. He did this after getting news that Davido and Diamond Platnumz were paid 60, 600,000 and 500,000 dollars to perform at the same birthday party. Amefanya hivyo Shetta Wale baada ya kupata habari kwamba wasanii kama vile Diamond pamoja na Davido wamelipwa laki sita kwa laki tano kwa kuperform katika party hiyo hiyo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Shetta Wale amemind. Hivi vitu tulikuwa tunadhaniaga hivi vitu tulikuwa tunadhaniaga, tunadhaniaga kwamba vipo huku Bongo tu, lakini kumbe mpaka huko Ghana napo pia watu wana hiyo michongo ya kumaindi, kama the way ambavyo Wakenya kule walivyokuwa na mind kwamba wasanii wetu ngoma zao hazipigwi, zinapigwa sana za Watanzania. Watanzania wakija Kenya wanapi, wanalipo pesa nyingi tofauti na wasanii wa Kenya na vitu vingine kama hivyo. Hiyo inshu kumbe ipo mpaka Ghana na Shatta Wale ameli dhihirisha hilo. Kwa hiyo hapa wanakuambia kwamba mwimbaji wa Ghana Shatta Wale ameripotiwa kurudisha kiasi cha fedha takriban dola laki mbili e, ambayo ni sawasana zaidi ya milioni mia tano thelathini na mbili za Kitanzania ambazo alilipwa kwa ajili ya kutumbuiza kwenye birthday ya bilionea Richard Kwae na sababu ni kwamba amefanya hivyo baada ya kupata taarifa kuwa Diamond na Davido wamelipwa laki sita kwa laki tano sawa na shilingi bilioni moja nukta sita kwa bilioni moja nukta tatu kwa ajili ya kutumbuiza kwenye birthday hiyo hiyo, wakati yeye na Sarkodie ambao pia ni waimbaji wakubwa tu hapo Ghana wamelipwa dola laki mbili mbili, ambazo sasa na milioni 532 za kitanzania so Mchongo uko hivyo mzee, ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza? Hebu tuwekee maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.